Kwa ni usiku melala meshangaa, watu wanahama kwa sababu daraja lilizibwa, kama alivyosema daraja liliziba hapa, hivyo ziba magogo na mchanga na kitu gani, mto ukahama. Baada ya kuhama, mto ukahamia kwenye makazi ya watu, watu waliamka usiku, baada ya kukuta maji, unaona watu wakachanganyikiwa, wakaamka usiku, wakaendelea kuhahaha hivyo hivyo paka sahizi ndio hi wanaona daraja halipo tena. Kamati ya ulinzi na usalama wilaya Sumbawanga, ikiongozwa na mkuu wa wilaya hiyo Nyakia Ari Chirukile, imetembelea maeneo yaliyoasiliwa na mvua na kuamuru wananchi wanaoishi kando ya mito kuyahama maeneo hayo. Baada ya kuzunguka mimi pamoja na wajumbe wa kamati ya usalama na pamoja na viongozi wengine mbalimbali tumegundua tu kwamba chanzo kikubwa ni uharibifu wa mazingira, kwa sababu eneo hili limepakana na safu za milima aliambali ya Mfipa. Kwa hiyo watu wanafanya shughuli za kibinadamu kwa maana ya wana wanaingiza wana, wana, wana mifugo kule mlimani wanakata miti, lakini pia wengine wana, wana, wanafanya shughuli za kuchoma mkaa. Kwa hiyo mimi nitoe wito kwamba kwa sababu ya hali ya shughuli za kibinadamu inayofanyika kwenye milima aliambali ya Mfipa, inapoonyesha mvua kubwa na hasa inaponyesha juu maji mengi yanashindwa sasa kupata kupunguziwa kasi na hivyo kusababisha miundombinu mingi kuweza kuharibika. Sisi, kazi ya serikali ya kwanza ni kulinda usalama wa raia ya, maisha yako ndio kipaumbele chetu cha kwanza. Kao tumekuja hapa kuwasii nini? Tumekuja kuwasii kwamba wale wote walioko pembezoni mwa mto huu waame, tafadhali sana, tengenezeni utaratibu, mwenyekiti wa kijiji na mtendaji wa kijiji muone kama wana ndugu zao wengine, waende kwa ndugu zao. Lakini zaidi ya yote, tuwape pole sana. Wow, tuwape pole sana lakini watake, tubadilishe mtazamo. Sawa, tubadilishe fikra zetu. Sisi wote tunajua namna mti huu mlima ulivyokuwa na tufaa, na kama ungekuwa na miti yake vile vile, leo tungekuwa tupige kelele namna hii? Kwa sababu ilikuwa tunawasiliana na ofisi ya makamu wa rais, wale watu wanaohusiana na masuala ya hewa ya ukaa fedha zingeletwa hapa kusaidia na watu wangeweza kujenga nyumba za maana kabisa sawa? eh? Kwa sababu ile fedha ikija kijijini, kwenu nyinyi ndio mna uamuzi nayo kwamba tufanye nini.